Leo utakapoenda kusimama katika kweli, siku ya leo utakapoenda kumwambia Mungu ni kweli kabisa, nimelisikia neno lako, ni kweli kabisa, nimesikia mafundisho leo hii, ni kweli kabisa, nimeliona neno lako e eh, Mungu, linaniambia ya kwamba nisimame katika kweli yako na, li, na niliishi neno. Haleluya, nataka nikwambie Hutabaki hapo ulipokwamishwa, hutabaki pale ulipokwama katika mfungo huu wa siku ishirini na moja. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, hautabaki pale na kuhakikishia, Mungu anatenda mambo makubwa, Mungu anabadilisha historia yako, Mungu anabadilisha maisha yako, Mungu anaenda kukutoa, wala usiogope. Yeye huwa rehemu maelfu elfu ya watu, rehema zake ni za milele. Yeye Mungu ni leo, jana na hata milele. Yupo anatenda, usikate tamaa. Wewe unanisikiliza kwa njia ya Facebook na YouTube, nataka nikuambia asubuhi ya leo usiogope, vile ambavyo umetingwa na mambo ya dunia lakini asubia leo, Mungu yuko kwa ajili yako, anahitaji kutoa hapo pale ulipo. Haleluya! Na tunapoelekea kwenda kumalizia maombi ya mfungo huu, nataka nikwambie, usiache kufunga, usiache kufunga, nenda mbele za Mungu. anza pamoja nasi Haleluya! Haleluya! Utakapoliishi, utakapoliishi neno, kila ukiomba Mungu atakujibu. Nataka nikuambie juu ya mfungo huu wa siku ishirini na moja, utakapoliishi neno, Mungu anaenda kukutendea Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu apewe sifa. Tunapoenda mbele za Mungu katika maombi ya asubuhi ya leo, nataka nikuambie, simama pamoja nasi, ingia maombi pamoja nasi, ukanyenyekee mbele za Bwana ukalie mbele za Bwana. Mungu atafanya mambo makubwa juu ya maisha yako. Nataka nikwambie leo, Mungu atakuacha ombi haya juu ya ibada ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi wewe unaotufuatilia, popote pale ulipo, tuungane pamoja na sisi mahali hapa katika huduma ya ukombozi wa nafsi, Nuru Duniani. Ungana pamoja na nasi, nasi mtu, mtu wa Mungu enenda pamoja nasi, ungana pamoja nasi katika maombi ya leo, katika ibada ya leo. Mungu anaenda kukubadilisha historia ya maisha yako. Mungu anaenda kukutendea mambo makubwa. Mungu anaenda kukutoa hapo ulipokwama, amini kabisa ya kwamba Mungu anaenda kutenda. Haleluya! Usiogope na wala hujachelewa, simama pamoja na nasi. Haleluya! Sante Bwana Baba, ninakutukuza Baba, ninakuinua, asante kwa neema yako, sante Mungu wa majeshi, kwa ajili ya neno tunakushukuru, Mungu wa mbinguni, tunapoendelea, Mungu wa majeshi, e Bwana, endelea kutupa nguvu zako, endelea kuachilia Roho yako Mtakatifu, Bwana Yesu, ili kwamba, Mungu wa neema, tukasimame katika kweli, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, Mungu msaidie kila mmoja Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba na kila atakayekuja mahali hapa e Bwana, na yule anayetusikiliza kwa njia ya Facebook kwa njia ya YouTube, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ninawaleta mbele zako e Bwana, Baba katika jina la Yesu Kristo atilia neema juu yao, atilia nguvu juu yao e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu nasema asante kwa ajili ya neno, ninakushukuru Mungu wa majeshi, maana umetutendea asante Mungu wa neema na utaendelea kututendea Bwana katikati ya Mungu wa majeshi ya ibada leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante Mungu wa neema. Amen. Haleluya, twende mbele za Mungu, twende mbele za Mungu. Tukaombe tukaombe toba, tukaombe toba kwa wakati huu. Simama katika toba hii, mwambie Mungu nakuja kwako, mwambie Mungu, uni, mwambie Mungu. Ninahitaji unitengeneze kwa upya asubia leo ukavue mwenendo ule wa zamani mwenendo ule wa mwili ukauvue. Sasa Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakuja mbele zako Bwana asubia leo. Baba ninaomba toba Baba ninaomba rehema Baba ninaomba utakaso e eh, Bwana kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ninatubu mbele zako, Mungu wa rehema. Ninakuja mbele zako kwa toba e eh, Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Baba ninaomba rehema zako asubia leo ninaomba toba e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakuja mbele zako e Bwana Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti umesema katika kile kitabu cha Isaya moja kumi na nane kwa jina la Yesu Kristo, tubuni basi mrejee, mpate kusamehewa dhambi zenu, zijapokuwa nyekundu sana kama damu zitakuwa nyeupe kama seluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufi nasi tunakuja mbele zako Bwana Baba, ninaomba toba, ninaomba toba juu ya kila mmoja, ninaomba toba juu ya familia zetu, ninaomba toba, Mungu wa rehema, katika damu ya Yesu Kristo. Baba, tunatubu mbele zako, tunaomba rehema zako asubia leo, tunaomba damu ya kwenye thamani. hiyo damu itutakase, hiyo damu iturehemu, hiyo damu ituoshe, hiyo damu itusafishe Baba, kila uovu Baba, kila zambi Baba, kila uchafu Baba tunatubia maovu yetu e Bwana, matendo yetu mabaya, nia zetu mbaya, mienendo yetu mibaya, tunaomba toba Bwana mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo, tunatubu mbele zako, tunaomba rehema zako Baba, tusamee kwa damu ya Yesu Kristo. Ungana nasi katika maombi haya wewe unaotufuatilia kwa njia ya Facebook, mwambie Mungu nisamehe, mwambie Mungu ni rehemu. Wewe unaotufuatilia kwa njia ya YouTube, usiogope, Mungu anasamehe dhambi, usiogope, Mungu anasamehe dhambi, omba toba siku wa leo. Baba, ninamwombea mtoto wako kwa damu ya Yesu Kristo ninaomba toba kwa ajili yake, kwa jina la Yesu Kristo, yule aliyoko pale Moshi, yule aliyoko Kilimanjaro. Baba ninatubu kwa ajili yake, angalia miacha vyote, anatufuatilia Bwana, analifuatilia neno lako analifuatilia, Bwana nami natubu kwa ajili yake, kwa jina la Yesu Kristo ninaomba toba, Bwana ninaomba rehema, Bwana ninaomba toba kwa ajili yake. Baba samehe dhambi, Baba samee maovu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Maana naona kulesema mtu wangu kapo, Bwana atainuka tena kwa jina la Yesu. Haijalishi Bwana wameanguka mara ngapi, haijalishi Bwana wamekuacha mara ngapi, lakini waona samehe umesema kila ajaye kwangu Baba sitamwacha. Ee Mungu wa rehema, nasi tumekuja mbele zako, tunatubu mbele zako, tunajinyenyekesha. Bwana, angalia watoto wako wamefunga, ee Mungu wa rehema, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba toba Yesu, katika jina la Yesu katika damu ya Yesu tunaomba rehema zako, katika damu ya Yesu Kristo, maana umesema nirudieni mimi nami nitawarudia, nami nitawarudia, kwa jina la Yesu Kristo, maana umesema, e Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, rarueni mioyo yenu wala si mavazi, kwa jina la Yesu Kristo, e hey Mungu wa rehema nakuja subia leo, tunatubu mtakatifu, tunaomba toba Bwana, tunaomba rehema. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, lia mbele za Mungu, omboleza mbele za Mungu, mwambie Mungu ni samee, mwambie Mungu ni samee, mwambie Mungu ni samee. Endelea kuomba toba kwa jina la Yesu, walioko Kilimanjaro, walioko pale Tanga, walioko Singida es Salaam endeleya kuomba toba kwa ya Yesu, kwa ya Yesu, endelea kutobo kwa ya Yesu, kwa ya Yesu, kwa ya Yesu yeata kuokoa kwa jina la Yesu, sawa na kile kitabu cha Isaya hamsina tisa, Bwana, kwa jina la Yesu ulemsaru wa wa pili e Bwana mabwana kwa jina la Yesu Mkono wake Bwana si mfupi, hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito, hata lisisikie. Toba yako asubia leo, Mungu anaisikia toba yako asubia leo, Mungu anaisikia Mungu anaisikia, na mkono wake wala si mfupi, anaenda kukutoa kwenye dhambi, anaenda kukutoa. Toa kwenye uovu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu ee, hey, Mungu wa rehema, baba samee watoto wako kwa jina la Yesu, baba wasamee, baba wasamee, baba wasamee, baba wasamee kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu ee Mungu wa rehema baba wasamee kwa jina la Yesu ee Mungu wa rehema baba asamee kwa damu ya Yesu ninatubu Bwana kwa ajili yao ninatubu Yesu kwa jina la Yesu nina tubu e Bwana kwa damu ya Yesu asubia leo, baba ninaomba, ninaomba toba, toba, toba, baba ninaomba rehema. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Mungu anasikia, Mungu anasikia Mungu anasikia wa wala sikio lake si zitoe bwana hata sisikie maombi yako omba toba omba toba wala usiogope wala usiangalie ni wapi umekwama usiangalie omba toba rabo shanda endelea kuomba toba endelea kuomba toba endelea kuomba toba endelea kuomba toba kwa damu ya Yesu

utine zina wewe Jehova, zina wewe Mungu wetu, Mungu wetu liyetokoka Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kumbuka, umesema Bwana, furaha yako wewe ni nguvu zetu, nguvu zetu, nguvu zetu ni nguvu zetu Baba, nasie nguvu zako na nguvu zako katikati ya mfungo huu wa siku ishirini na moja ninaomba nguvu zako Bwana, ninaomba nguvu zako ninaomba nguvu zako, ninaomba nguvu zako, ninaomba nguvu zako, zako kwa ajili ya mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya mpendo wa msikilizaji mahali popote anapotufuatilia, ninaomba nguvu zako, ninaomba umtie nguvu Bwana, umtie nguvu umwezesha, umwezesha ndani ya m ndani ya maombi ya mfungo wa siku ishirini na moja wa kutoka mahali ambapo tumekwama ninaomba Bwana Yesu, ninaomba Bwana Yesu ukampe nguvu ukamtia nguvu ukamtia nguvu ukamtia nguvu ukamtia nguvu. Pokea nguvu ya pokea nguvu, nguvu ya mfungo pokea nguvu pokea nguvu ya kufunga pokea nguvu wewe usiyo na nguvu, Bwana akupa nguvu pokea nguvu, nguvu, nguvu, nguvu, maana imeandikwa, wamngojao Bwana watapata nguvu mpya watapaka matae watapaka matae. Pokea nguvu pokea nguvu, nguvu ya mfungo pokea nguvu ya mfungo kwa jina la Yesu Kristo, pokea ngofa, pokea neema, pokea neema ya kufunga, pokea neema ya kuungana nasa katika maombi haya ya siku 21 ya mfungo wa kutoka mahali ulipokwama.